Kijiri watangazaji wa kituo cha redio cha Mulembe FM, mojawapo ya stesheni za redio zinazomilikiwa na kampuni hii ya Royal Media, waliungana na mashabiki na wakazi wa eneo la Port Victoria, kaunti ya Busia kwa hafla ya kutoa shukrani katika kanisa la Free Pentecostal Fellowship. Wakazi walipata fursa ya kutangamana na watangazaji wanaowaenzi kwenye hafla hiyo, iliongozwa na mkuu wa kituo hicho Pamela Kadime, ambaye aliahidi kuendelea kuwapa mashabiki habari za utendeti na burudani ya kufanya akika kuja kunji kumekua kwa baraka katikati yetu, asio kanisa peke yake, bali jamii abdalan kwa ujumla. Imepeana changamoto kwa wengi, hasa wameona baadhi ya watangazaji ana kwa ana, na wengi najua wataendelea kusikiza redio hizi na kuendelea kupenda habari zenyu. Nimeweza kumfurahia kuona watangazaji wetu kutoka Mlembe FM wakiongozwa na madam Pamela <laughs> Kadima. Mwe redio wanasikianga tu sauti ya fulani fulani, sasa wana wanaona o oh, kumbe ni watu kama sisi tu, so hiyo inawapatia motisha ya kufanya bidii wakiwa kwa mashule yao. Aa, sisi nia ya kuja kushiriki na wasikilizaji wetu ni wano, uh, one of our CSR ways ya kuja kuwa karibu nao kusikia maoni yao, ili tujue venye tunaweza uh, badilisha vipindi vyetu ili viweze kuwafikia kwa njia ile nzuri.